Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha nne. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Kwa jumla, imekuwa ni furaha kwao, imekuwa furaha kwao kwanza kocha Steve Barker alitoa kituko kimojawapo, akasema umefurahi kwa sababu idadi ya watu elfu sitini ambao wangekuwepo ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa ingelikuwa kidogo ni mwangwi mkubwa na tikisiko kwa wachezaji ambao ni vijana wadogo, hawajazoea mikiki na vurugu za namna hiyo. Kwa hiyo, kwa kupelekewa uwanja wa amani pale Zanzibar itakuwa kidogo imepunguza watu, elfu kumi na tano hao kidogo wanaweza wakapambana na vijana alafu pili, akasema kwamba ni sehemu nzuri ya utalii ambao wanaweza kuja kuvitembelea visiwa vya Zanzibar na kuweza kuangalia mandhari ya mji huo wa Zanzibar na mambo mengineyo eh, ngome kongwe na vitu kama hivyo, kwa hiyo kwao inakuwa ni sehemu ya udhi, lakini pia wameona kwamba wamepunguziwa ile mushkel ya maumivu ya ile kelele za pale Benjamin Mkapa wanaona huwa wanaona mambo yanapokuwepo pale Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wanasema kidogo amani wa, huenda wakapata amani fulani. Kwa hiyo kutokuwa na mashabiki wengi kwenye mchezo huo ambao uwanja wanyiwa amani unabeba no takriban mashabiki elfu kumi na saba, kwao wanaamini kwamba una faida kubwa, wameona ni kubwa sana, faida hiyo ni kubwa kwa sababu ukilinganisha na kama wangekutana na ule mchichi wa Simba ndani ya kujaza Benjamin Mkapa, ingekuwa ni swala lingine, ingekuwa tena huo sasa ni mgumu kuzunguka mbuyu ni kazi, yaani ingekuwa ni shughuli. Kwa hiyo hao wenyewe wanaona kwamba ahueni ipo katika watu hao elfu eh, kumi na tano mpaka elfu kumi na saba, sio tatizo kwao. Wanaweza kidogo ile waka wakapunguza eh, mashaka ambayo wangekuwa nayo kama kilinganisha na wangekuwako katika jiji la kiwalisia kwamba ni timu ambayo inajiamini na inaamini itapata matokeo mazuri kwenye ardhi ya Tanzania. Ah, wao binafsi wanasema wanaona kwamba ni mechi ngumu kwao, lakini kumbuka kwamba wame, wamejipa moyo na unajua wamejengeka zaidi kisaikolojia mara baada ya kumwondoa bingwa mtetezi sasa. Tayari nao wanaona kwamba hii ni sehemu ya wao kutengeneza historia. Kwa hiyo wapo makini, wamemanika na wanajua wanaenda kupambana na timu kubwa wamesema wamejiandaa vyema, kitakachokuwa ni matokeo ambayo yatakuwa ndani ya uwanja katika hizo dakika tisini takazoamua ni nani anakwenda ana, ana wapi katika hii unasema dakika arobaini na tano za mguu wa kwanza. Mguu wa pili nakutana na Moses Mabida ambako sasa hapo ndio itajulikana mvivu na mbichi, akuweza kuangalia nani sasa anakwenda fainali. Katika moja ya kituko alichozungumza mshambuliaji aliyekuwa majeruhi na ni majeruhi mpaka hivi sasa ungali akiwa anatibu ana, majeruhi yake Gazle Kojape yeye kwamba iwapo pita kwenda fainali, basi yeye atatupa pembeni ile hisia ya kwamba ya operation yetu kacheza mechi hiyo, kwa sababu ni history kwa sasa. Ukiangalia unakuta kwamba wenyewe kwa wenyewe wanapeana ile motisha motivation yourself motivation ya kumuingiza ku mwenzao kuwatoa wenzao katika hali fulani ya uoga na kuwapatia hivyo. E, mshambuliaji aliyebakia langanase pili kijana wa miaka ambaye anachezea timu ya amajika, nasema timu ya miaka ishirini ya batana yani, a chini ya miaka ishirini mm, yeye kocha anasema atamwombea ruhusa asiende Misri kucheza michuano ya watoto chini ya miaka ishirini Nadhani hii michuano inaweza tarehe ishirini na sita mpaka kumi na nane Mei. Sasa, kwa hiyo kwa kukosekana kwa washambuliaji hawa wawili na Ashley, eh, kocha ameona ni jema aongee na Safa, ili waweze kuruhusu kijana huyu lingalievi aweze kucheza mechi ya Dar es Salaam, alafu baadaye ataelekea huko Misri kuungana na wenzake wa amajita, wanapojiita hawa vijana wa chini ya miaka ishirini wa Afrika Kusini, kwa hiyo wanataraji kuwakosa washambuliaji wao wawili ambao tegemeo wao wamekosa, akiwa wa kwanza alikosekana tangu mwezi wa Disemba ambapo alifanyia operation ya goti, lakini huyu wa pili yeye ndio alipata maumivu ya misuli siku ya Jumanne walipocheza mechi dhidi ya Amazulu dakika ya kumi tu, na ndipo tinda huyu Lingedi Fili alipochukua nafasi yake na kumalizia mtanange huo ambapo hao Stellenbosch waliibuka kidedea na danafaka na hivi kwenye tatu bora ya ligi ya PSL, kwa unaona kwamba ni timu ambayo mbali na kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, lakini wanafanya vyema pia katika ligi ya ndani. Kumbuka pia hata katika kombe hawa vijana waliwafunga Mamelodi Sundowns nyumbani na ugenini. Kwa hiyo ni timu moja ambayo ya kuiangalia vyema, yapokuwa ni vyema zaidi kwamba kocha Padre David ni mtu ambaye asili yake ni Cape Town na anajua kutokana na hili na hiyo itakuwa ni sehemu ya kuweza kusaidia yeye katika kukitengeneza kikosi na kujua ni aina gani ya mchezo wacheze dhidi ya hawa vijana ambao e, kwa, kwa ujumla ni kwamba wameshangaza soka ya Afrika ya Kusini kwa kufika na hatua hii ambayo so wako hivi sasa. Kwa hiyo ni wakati wa Simba kuweza kutumia na kuimaliza mechi hapo nyumbani katika uwanja wa Amani hapo Zanzibar lakini ili kusudi iwe kidogo umepunguza ule mlima kuupanda, na hiyo kupanda mlima Kilimanjaro hakuhitaji siku moja, huwa kuna vituo pale. Sasa Simba achukue kituo fulani, achukue njia fupi ya kwenda kufika kilele, kwa kushinda nyumbani kwanza, kabla ya kuweza kufikilia mguu wa pili ambao utachezwa katika Moses Mabida, uwanja huu ambao ulitumika pia katika kombe la dunia elfu mbili na kumi ukiwa na uwezo wa kuchukua watu wapatao elfu hamsini na tano hivi na nusu mpaka elfu sabini wa watu wanaweza kuingia katika uwanja huo ikiwa na vyumba yani suite za kukaa zipatazo mia na ishirini zenye vitu vya kutosha uwanja wa kisasa zaidi uliotengenezwa vyema mwaka elfu mbili na saba na elfu mbili na tisa lakini awali ulitengenezwa mnamo mwaka elfu moja mia tisa na thelathini ikiwa ni katika michuano ya madola na mambo mengine, una hadhi hiyo kwa sababu unatumika katika michezo mingine tofauti tofauti kama rugby, cricket na michezo mingine, jambo na kuruka vitu kama hivi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.